Baraka, Kaya, vipi Baraka? Mimi niko poa niko kamili gado. Kamili gado, sio poa tumekuja Tanga magari hamsini, mwisho wa siku tumeonesha jeuri ya Wanayanga, tumeonesha sisi kwamba ndio tuna deserve kila kombe la nchi hii, katika nchi hii fainali yoyote wanayoijua kombe lolote unaolijua kwenye nchi hii ni halali ya Young Africans. Tumeonyesha ukubwa wetu, tumeonyesha watu kwamba sisi ni zaidi ya timu, sisi ni taasisi kubwa, sisi ni nchi Bar Baraka, wakati umekaa, kwani nilikona, kuna namna ulikuwa unazungumza na Mzizi unamwambia bwana Mzizi hebu nenda pale katika eneo la penalty. Nini ulikiona zaidi? Roho Mtakatifu aliniongoza, Roho Mtakatifu aliniongoza akaniambia, katika lile dimba la kupigia penalty kuna kitu kimewe kuna kitu kimewekwa, inabidi ujumbe ufike kwa wachezaji wakachomoe. Sauti zilikuwa hazifiki, sauti yangu ni kubwa na mshukuru Mungu mpaka imekauka, nimepaza sauti. Mzize kanisikia kaenda kachomoa, anachomoa tu tunaweka chuma. Ya kwanza nini ulikiona? Ilikuwa ni Roho Mtakatifu aliniongoza, akaniambia kuna kitu kuna kitu kilikuwepo, na Mzize kakichomoa. Tumeshuhudia kamba tulifanya attempt zaidi ya kumi na tatu lakini hata moja hata moja hakuna ambao tumefanikiwa, badala ya kukichomoa watu tumefanikiwa. Maana yake ni nini? Young Africans huwezi kupambana nayo ndani ya kiwanja dakika tisini. Tuna uwezo mkubwa, tuna wachezaji wakubwa, tuna kwaliti kubwa. Ili ushindane na Yanga lazima upambane nje ya uwanja, kama walivyofanya JKT wakitushirikiana na ndugu zao makolo lakini mwisho wa siku tumewaonesha kwamba sisi ni kina nani. Tumegundua walioyafanya, tumeadili nayo, tumewachomoa na tumewapiga. kwa pale mligundua nini? kuna kitu alienda kuweka, kama uliangalia kipa aliweka. Mimi kuna mtu kanitumia hii hapa na kukua. Kukua. Message. Nani nani na kusomea message. Nani meseji, na na mwambie mchezaji yoyote hapo uwanjani goli, kipa wakati anafunga viatu kafukia dawa kwenye goli sisi tumeona kwenye TV, la sivyo la tutafungwa. Nikamwambia ina shida, mmemfikishia mtu sahihi, mtu ambaye yuko tayari kupambana kwa ajili ya Young Africans na bila kumwogopa yote, ila anaheshimu mamlaka na serikali tu bwana. Finali mnamtaka nani? Sasa sisi yoyote atakayekuja, nasemaje? Mm, umetukimbia kimbia mm. Tunaomba usukimbie. Um, katika hili tumepambana wanaume, tumeingia fainali, tunayetegemea avuke Nikolo. Ole wako usivuke. Ole wako usivuke. Ulizozikimbia tarehe nane utakutana nazo fainali ya CRDB.